katika mradi wa ujenzi wa nyumba katika mtaa wa Buxton kaunti ya Mombasa wanaitaka serikali kuu, serikali ya kaunti ya Mombasa na mwekezaji kutimiza ahadi ya wa wapangaji 184 kupata makazi katika mradi huo. Wakizungumza nje ya makazi hao, wanadai kufurushwa na licha ya Rais William Ruto na kamati ya Bunge kuhusu ujenzi kutoa mwelekeo wamesalia kutaabika. Awamu ya... huo inaendelea kama anavyotuarifu Francis Mtalaki zaidi ya miaka miwili baada ya mradi wa Buxton kuweza kung'oa nanga, baadhi ya wapangaji waliokuwa kiishi hapa wanalalama kwamba bado wameachwa nje licha ya serikali kupitia rais William Ruto pamoja na serikali ya kaunti kuwaahidi kwamba watakwenda kufanya mipango ya kuhakikisha kwamba wameweza kupata makazi. Mko ngapi, na shida iko wapi? Mmekuwa Seneti imekuwa ikizungumzia swala hili na hadi sasa mmefikia wapi? We well, kwa majina anaitwa John Suma, mi ni Deputy Secretary General wa Buxton Tenants. Tukiachana 2023 after the tabling of the Senate, uh, Senate report. Ilikuwa ni kwamba watu wa Buxton 184 wapatele county share. Na county share ni the hanging fruit. Governor anafanya hata ilikuwa hafanya anza kungojea mambo na national government kuja pena nyumba za Buxton. Eh, lakini sahii tunaona kwamba ni commercial, watu wamekuwa pale, zingine zimepeanwa zingine hazijapeanwa. So, ile kitu ambacho tunalilia sana ni kwamba seneti uh, na pia ninio serikali kuu waweze kuhakikisha kwamba huu mkataba ambao pia haujawekwa wazi umewekwa wazi na watobakstani pia nao uh, wanaregea pale the 184 naregea ni phase one, while, while the phase two ile 336 wanakuja wanakuja regea pale under, under TPS 6000 shilling ukiwa nayo utaweza kumiliki nyumba pale Pakistani, lakini mpaka sasa mama zetu wanahangaika, sisi pia na tunahangaika juu chini. Hii imekuwa miaka minne sasa hii watu maka, wa Buxton hawajarejea pale makazi yao kitambo. Tunajiuliza, miradi kama hii ikiendelea kama hivi, watu ambao wamekuwa pale hususan wanaishi pale kwa miaka hii yote inakuwaje kwamba warejee mali kama pale? Na ikiendelea hii, hii miradi itajafaidia wale wale watu ama itakuwa ni mabwenyenye? Kila siku wanachukua mali za umma na viongozi hawatetee watu na mali za umma. Mimi ni mkaaji wa Buxton miaka 35, lakini haki ya izami, haki ya yulea vile wanavyotufanya, hata watoto wetu wako hapa steji wanabangaiza. Hizi nyumba iwakodisha watu wa Europe, na si tuangaika huku nje. Ni haki kweli? Hiyo ni haki? hata kwa mbele ya Mungu ni haki? Tungepaswa kupaa kipaumbele, alafu ndio akatafuta watu wa nje. Sisi ndio a angechukua first priority watu wa zamani ndio akawapatwa aka akawapa wa, taninino wa, watu wa nyuma. Sasa yeye antuweka nyuma, anchukua wageni anweka mbele. Hiyo yafaa kweli? Sasa wanasema kama tuna masugu mzoyozo tunaweza fanya mpaka tuyafanye na mwe, mwekezaji. Kaunti haina pesa, kwa hivyo tuweke kaunti kado, tuende tukaongee na mwekezaji ambaye hatumujui sasa hatujaambiwa hatuja value for land, kaunti ina benefit na nini? Hatujui mradi ni, ni wa pesa gapi? hiyo teda ilipeaniwa wapi? kila pahali. Asante sana nam. Ni baadhi tu ya wapangaji ambao walikuwa wakiishi katika huu mradi wa Buxton wakielezea lalama zao kuhusiana na zaidi ya miaka miwili baada ya, ya mradi huu kuanza kupata wageni wapya katika makazi yale, na anasema kwamba wanahitaji serikali ya kaunti pamoja na serikali kuu kuweza uh, kuhakikisha kwamba wameweza kupata makazi jumla ya wakazi 184 mi, uh, ambao walikuwa wakiishi pale, na awamu ya pili ya mjenzi wa mradi huu inaendelea kwa sasa. Kutoka kaunti ya Mombasa, mimi ni Francis Mtelaki lakini na hii ni Runinga Citizen.